Aya, kwa majina naitwa Paul ama mestapi wa Narok bodaboda. Kenya ninaomba tu ni serikali watu waache kutumia na serikali sana vibaya. Mimi naitwa Emmanuel Kid, mkaaji wa Narok mtu wa bodaboda. Sisi kama wana bodaboda waache kutumika. Kuna wenye wanalelea hapa hivi watoto tunalipia hapa marent, manini nini. Alafu sasa tunatumika tuna jina tunatumika vibaya. Tuacheni kukua hivyo. Kwa hiyo tukawa wazalendo wa Kenya, tufanyeni kazi, tuacheni kae ni muizi kuwa muizi. Hata kuwa mwana boda boda na yeye ni muizi. Kani kuwa nyonga, wanyonge kabisa lakini waache kuwa nyonga na jina letu. Jina naitwa Geoffrey Aurora. Ni mkazi wa Narok. E, kama mwana boda boda. Kwa ile kitendo niliona jana Nairobi,

nateke na hatua ya, ya kuichukulia hatua kabisa, sijulikane sikamatwe kwa majina. Naitwa Marion kutoka Majengo Narok. Kwa kusema ukweli, picha za jana hazijaifurahisha sisi. Sisi ni wazazi, wale ni watoto wetu. Sasa kama huyo jamaa alipigwa risasi seriously, peupe peupe -pe. jamaa ameinua mpaka mask, anasema mimi ni muuzaji wa mask. Huyu askari anatoa risasi serious li, anapiga tu risasi ya life, life bullet, eh? Sisi tulikasirika sana, hatukufurahi tukiwa wazazi, huyo ni ndugu yangu. Kwani huyu askari yeye hana mtoto? Hana bibi? Hana mandugu? Hiyo kitu haikutufurahisha. Tunaomba ashikwe, sheria ifanye kazi yaki.